Kumsomesha mtoto ni jukumu la mzazi lakini, tumefika pazuri sasa, sio kama enzi zile za kupata uhuru. Zamani ilikuwa kama mzazi hana uwezo wa kumsomesha mtoto, mtoto hawezi kusoma. Lakini unaona, leo tunakutana hapa, wazazi na wasio wazazi, tunazungumzia maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo, kile kile ambacho tunatakiwa kufanya ni kwamba tunatakiwa kushirikiana, mchungu hapa kukuambia umlete mtoto shule wanaongea kwa uchungu, uhakikishe mtoto anakula ili aweze kujifunza. Ukiwa na njaa huwezi kujifunza, hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo kama tukiweza kuwalisha vizuri watoto, tutawamotivate na walimu, tujitoe tushirikiane nao. Kama hatuwezi kuwamotivate mara kwa mara, basi tuwamotivate kwenye vikao vile vya wazazi, wakati wa kusikiliza matokeo ya mwisho wa mwaka au katikati ya muhula, tutawapa moyo utawapa nguvu ya kufanya kazi na mambo yataenda vizuri. Na tumekuja kuungana mheshimiwa diwan, mheshimiwa madiwan na mwenyekiti na wenye viti wote kuhamasisha hili swala, kwa maana kwamba mheshimiwa DC ndio kanaambia, lakini sasa hamasa ni kuja kwa wananchi. Lakini pia mwakilishi wa DC pamwo na DC kunialika, sikutaka nije bure, nimeona nije na mimi kwa mchango wangu, kwani mimi kuna mtoto wangu anasoma hapa jamani, hakuna anayesoma, lakini watoto wote ni wangu, manake yeye nao ni wazazi wenzangu, huko watoto wangu wanaposoma nako wanachangiwa, hivyo yawezekana kwa mimi. Nimesema mheshimiwa diwani, mwakilishi wa Dwan, DC na mwenyekiti wa mtaa, nimekuja na gunia la mahindi lililo shiba kabisa, kuungana na mheshimiwa mkuu wa wilaya na wadau ambao kimsingi watasema waliochangia ili kuonyesha namna gani swala hili la lishe mashuleni lilivyo la msingi na muhimu. Niombe sana wananchi tuungane wote, manake mtoto hata usipochanga si lazima atakuja kula nyumbani. Unajua kile ni kuhamisha chakula cha nyumbani, unaleta hapa shuleni, na kwa sababu mnakuwa wengi, basi ndio maana inakuja kwa average ya shilingi 270 kwa siku Ukisema umpeleke hata gengeni tu ni shilingi elfu mbili au elfu tatu. Kwa maana maanayake, sisi kazi yetu kama viongozi ni kuendelea kuhamasisha swala zima la lishe mashuleni. Ko, waheshimiwa, mheshimiwa kaimu DC, nilisema nitakuja siji kwa maneno kuungana na mkuu wa wilaya, na mi nimekuja na gunia na liko kwenye gari pale. Kwa hiyo nikimaliza tu au sasa hivi watalichukua wataona, kwa kweli nisondeka kweli kweli, mpaka na kilemba juu kwa mtaona nyewe wenyewe, na meona ni sapoti watu wa Sabasaba, marafiki zangu na ndugu zangu, niwasapoti mheshimiwa diwani kukweli, kwa kweli kwa namna ambavyo mnapambana, najua kazi mlizonazo ni nyingi sana. Kwa baada ya kusema hayo, mimi nisiwe muhutubiaji, hongereni mwenyekiti wa mtaa, lakini pia mheshimiwa diwani vitimaru, wa kata na viti maalum. Mheshimiwa DC kaimu, mwambie DC tunamshukuru tumepokea maelekezo ya serikali na sisi tutaendelea kuhamasisha kupitia kikao hiki cha leo kwenda kwenye mashule yetu, kata zetu, na sisi kwenye baraza letu. Bwana ni mwema. Ndugu wananchi, nimesimama hapa kwa niaba ya mkurugenzi wa taasisi ya Matiko Foundation. sisi kama Matiko Foundation kuunga juhudi za wanafunzi wetu, watoto wetu, sisi kama walevi tunachangia gunia tatu za mahindi wote ambayo tumehudhuria katika kikao hiki. Majina yangu naitwa Danieli Muhagachi, ni mjumbe wa serikali ya mtaa katika mtaa wetu wa saba Saba. Nianze kwa kusema hivi, nina mambo mawili ya kuzungumza. Mimi nimesoma katika shule hii ya saba saba nimemaliza mwaka 1979 Nianze la kwanza kwa kujibu hotuba kwa mgeni rasmi. Mratibu wetu wakati amezungumza changamoto ambazo zinaikabili shule hii, mojawapo ni mishati. Mimi binafsi ntachangia jiko la gesi dogo Tarehe tano mwezi wa sita. Nitalileta jambo la pili, ningependa kuzungumzia changamoto ile ya michango ya wanafunzi. Kama ingekuwa ni vyema hasa hapa ni kwa upande wa walimu, muone namna ya kushirikisha wale watoto chakula kile wanachokichanga ili washiriki katika mgawanyo wa kila siku, wao wanapata zamu. Mtengeneze namna nzuri ya kupata orodha ya wale ambao ni wa, wawakilishi wa wao, wakawa wanasimama kwa ajili ya mgao wa chakula cha kila siku. Hii ni kwa ajili ya kuondoa sintofahamu na huu ndio ushirikiano mzuri katika utendaji wa kazi sehemu ya ka taasisi yoyote. Wale wanaohusika katika kula kile chakula wahusike katika kukigawa, kama mtaona ni vyema. Mimi huu ndio wa mchango wangu sana. Mitaa kuna wazazi ambao hawawezi kuchangia mpaka wasukumwe, tunaomba tuweze kukuzingatia, tuweze kuweka mkakati huo madhubuti na, na viongozi wa mitaa wafuatilie, watu wenye watoto wanaweza kuchangia fedha hizo kupitia mwenyekiti na watendaji wetu tuliopewa kwenye mitaa, hela hizi zinaweza kupatikana. Swala lingine ni kuhusu nishati ya kupikia. Wazazi, tumeambiwa tuangalie ni namna gani tunaweza tukapata nishati sisi watoto wetu wanaagizwa kuni, lakini hizo kuni tunazipata kwa mazingira yapi? Mpaka tununue au watoto waende wakaibe mabanzi ya watu? Sasa tunaomba mtu atuambie, tunaanzia wapi, jinsi ya kufanya tupate nishati iliyo sahihi. angulamndo iliyedomisha elekea upingeni, niombe kupitia wazazi na ofisi yako ya mkuu wa wilaya ushauri wangu muhamasisha, tufanye harambee ya haraka ya makusudi kufanikisha kupata uzio kwa haraka, tukomeshe matatizo na changamoto zinazokumba watoto wetu kwenye shule zetu. Hili ni jambo la muhimu sana. Jambo langu la tatu lende, la nne ni jambo la miundombinu ya shule kama mlivyotuambia, mnaelekeza sera na zile motisha za walimu, tukiwa motivate walimu, tumezungumzia bali ya watoto, walimu pia wana kazi kubwa kushinda toka saa mbili asubuhi mpaka unaomba weki, muda wa kazi umeisha, bado wanaendelea kukomana na watoto wetu. Ili likifanyika pia litaendelea kuhamasisha na kupandisha ufaulu wa watoto kuwa mzuri. Kwenye shule niliyokuwa naongoza mimi wakati ule, niliwahi kuomba wadau, nilipata mbunge Sabatiko Nyambali Nyangwini, Mheshimiwa Deserukua diwani, sikuangalia vyama vyao yine wote wawote na nawakutanisha na walimu mara kwa mara, na walikuwa wanawatengenezea chakula na kuwapa chochote na mambo yakawa yanakwenda sawa sawa. Asante, naomba niishie hapo, sina mashaka na lenyewe limezungumzwa. Sasa, baada ya kuyasema haya, Afisa Lishe Kata amezungumza kwa, kwa tathmini kuhusu mchakato mzima wa watoto kupata chakula alikuwa anajaribu kutaja kila shule na asilimia ya uchangiaji kuonesha watoto wangapi wanapata chakula shuleni alitaja shule ya azimio akawa mwaminifu akataja wanafunzi wote wanaopata chakula na asilimia ambayo wanapata chakula akasema asilimia 60 maana yake ni kwamba hawa wazazi wanajitoa sana wanyuzuka nusu ya wanafunzi wanapata chakula naomba sabasaba saba wajipigie makofi. Naomba azimio na mapinduzi tuwapigie makofi, wazazi wa sabasaba saba kwa kazi kubwa waliyoifanya. Akaja akataja Mapinduzi, akasema wanafunzi wako 1045 akataja na tathmini ta, ta, ya wa wavulana na wasichana lakini akasema wanafunzi mia mbili sabini na mbili tu ndio wanapata chakula shuleni, ambayo wakaniambia asilimia ni ishirini na sita. Mimi nikaambika alivyokuja azimio akapata kigugumizi, au nyiye mlisikia? Hakutoa taarifa ya watoto wanaopata chakula, lakini alisema wanafunzi wako mia nane arobaini na nne wanaopata chakula asilimia tano tu, ili wao ambao tujabarikiwa kwenda shule tusijue ni wangapi. Mimi nikashika kalukuleta yangu haraka haraka nikaona kati ya wanafunzi 844 wanafunzi 42 tu, 42 tu ndio wanapata chakula. Lakini shida iliyopo ni kwamba hizi shule zetu tatu ni majirani kabisa. Wakati wa breki ni ratiba ya kisheria, wote wanatoka nje wanacheza wakati wakua wakua wa kuingia darasani, wanaingia wote. Wakati wa kwenda nyumbani wanatembea wote. Wanafunzi wa Azimio nusu na robo wanakuwa hawajala, na watoto wadogo huwa hawafichani chochote, wanaambia, na mwenzangu umekula? Nimekula, mimi sijala. Kwa nini sijala? Kwa nini mama au baba hajachangia? Hawafichi. Sasa mimi hii sikutaka kuifanya lalama, nitaka tu kuifanya iwe changamoto. Ndugu wazazi, tuendelee kushirikiana, tuwape watoto wetu chakula kwa michezo, na si kwamba kila anayesoma hapa lazima ataajiriwa, unawezekana tukapata nani, wachezaji wazuri wa michezo. Shukuru kwa ujio wenu, tunaamini umeacha mibaraka katika shule zetu. Ndugu mkuu wa wilaya, tunalo grupu yetu la mtaa wa Sabasaba ambalo limejumuisha watumishi na wananchi na watu mbalimbali wa wilaya Tarime. Hizi taarifa zilitoka muda mrefu sana, na wakati nikiwa hapa, niseme tu kile nilicho nacho. Kuna ndugu yetu William Otaigo ali maarufu Milani ametuchangia gunia moja la mahindi ambalo liko keshi kwenye simu yangu hapa, lakini vile vile tunaye ndugu yetu anaitwa Jaki Kangoye na tuko naye kwenye grupu, naye ametuma gunia moja la mahindi hapa. Tumezoea watu wengi wakitoa ahadi kufuatilia na kuwa shida. Ikiwapendeza siku ya Jumatatu tuweze kukabidhi haya magunia yote kwa pamoja kwa shule zote tatu, tutazigawa tutawasiliana na mratibu elimu tuone namna ya kuyagawa kwa shule zote. Lakini kwa kuhitimisha, kuna mwananchi alizungumza kuhusu habari za michezo ndugu yangu Pasco sijui kama yupo, alishaondoka. Na kwa kuwa alizungumza kwa watu wengi, tulishagawa mipira; ni kama mwenyekiti nimegawa mipira kwa shule zote tatu, na siku ya leo nimezungumza na wana